Mambo vipi Tanzania? Mimi naitwa Chingling the town, the baddest, ndimu, Mtumbadi baba lao. Kama kawaida yetu the gossip table watu wawili kama watu sita. Yeah. Tunakutana hapa hii ni 69 Media. Yeah. Washikaji mm -hmm. Basi... ume... so zetu ambao bado hamja subscribe YouTube channel yetu ya 69. Basi utakuwa kama umepunwa hivi hivi. So subscribe alafu bonyeza alama ya kengele ndio ili upate notification zetu zote. Tuko hapa na kubwa zaidi tumekuji bwana Ha? Kuzungumza, unajua kuna wakati inabidi uipe pesa nafasi ya kuitengeneza ama kuitafuta, usiendekeze sana mapenzi mm. Umeona eh? kuna watu wanajisahau, wanaendekeza sana mahusiano. Kuna ile mtu kwamba anaambiwa acha kazi ukae tu ndani, alafu unajua mahusiano ha, kama hayo mm. Kuna mmoja nakuwa ukarogwa <laughs> Sio bure umerogwa, hey. <laughs> kuna mmoja na hey. Kwa kuna vitu, kuna asilimia imemzidi hey. Yani, kwa kwa usiniambie dada yetu karogwa, ah. Unafikiri kuna mmoja hapo lazima kapiti, yani kwa dada yetu karogwa, eh hey. Kwa hata kuniambia wewe, basi tu karogwa na ozo, mimi nakwambiaje <laughs> ukiona kuna mmoja analia mm. ujue kuna mmoja karogwa na mapenzi ah. Kwa hiyo uzu kamroga Wema na mapenzi sana tena kwa sababu we, we, we mwenyewe fikiria mm. Whozu kaachana na mtoto mkali tunda eh. Umenelewa mtoto mmoja pisi alikuwa anatembea na young d, ujue pisi yakwenda eh, mm. young d ndo yule mtoto ndo kambaruza mwanzo mwisho, namaanisha yani katika maisha aliyoishi, au sio bana na tunda na young d mm. Kipindi hicho young d young Dar es Salaam yep. ah. Amefaidi sana jamani. <laughs> Uh, <jua. laughs> Kwa hiyo wozu ukaja kuchukua makombo kombo mm. Hey, <laughs> yale umenielewa, makombo kombo, unajua. Kwa hiyo hata wema kachukua makombo kwa, kuna watu kuna watu ujue tayari walishapita, wali, wali mm. Kwa hiyo sasa mimi sioni, sasa hivi inafika wakati unasema, ah kuna nasema jamaa huyu ndo kazama kweli kwa mtoto mkali, kwa wema. Wema sasa hivi tunaweza kamwla mshangazi hiyo yule, yule, yule ni mshangazi kwa Wozu yule ni mshangazi. Sema unakuta bado kile kimwili kimwili chake mm, kimbamba kama cha. Kama jailo tu jailo, miaka 50 mwili wake kama mtoto wa elfu mbili. Umeona? Na hiyo ni hela sasa unakuta unafika, unajua kabisa hapa kuna kitu ambacho kipo mm. Unakuna, kuna mmoja hapo kuna mzika, mzidi mautundu wakakati tuonyeshe mautundu hatali <laughs> <laughs> na nusu sasa, uh, issue ambayo imetokea baada ya Kajala kuonekana yuko safari moja na kina Juma Lokole pamoja na kina Gigimane kwenda kule Kenya mm. imezua mjadala na sisi tukasema lazima tuje tuzungumze hapa kwenye meza ya Wambea. Mm. Safari ambayo ameenda Kajado, safari ambayo alizungumza Juma Lokole kwamba itakiwa awepo Wema kwenye ile safari mm, na Wema akaamua kumtolea nje Juma Lokole ili kuweza kulilinda penzi lake. Yaani mara baada ya kurudiana na Whozu, kwa hiyo akaamua abaki kuitengeneza ndoa na mm. kukataa kwamba mimi kwangu pesa sio kitu zaidi ya mapenzi ya Wozu mm. watu wakaja wakazungumza wakasema, kwa nini Kajala ame, ameweza kumwacha Harmonize ambaye wao ndio tunaona ndio penzi ambalo kwa sababu Harmonize na Kajala ndio penzi ambalo limetaradadi. Penzi ambalo ni la kiutu zima la kikubwa laki lakini Kajala ameweza kumwacha Harmonize na kuamua mm. kusafiri kwenda Kenya mm. kwa ajili ya kutafuta pesa, lakini wema alishindwa mm. no mm. kumwacha Wozu kwa kuamini kwamba tayari penzi lilegalega mwanzo, kwa hiyo hawezi kuliacha tena lilegelege, kuachia wale mapakashume. Kwa hiyo akashindwa kuenda kwenye ile safari ya kuingiza pesa. Wema hajiamini, na watu wakasema hivi, kati ya Wema na Kajala kuna mmoja anayeabudu mahaba, lakini kuna mmoja anajua mapenzi na kutengeneza pesa ndani yake. Sikiliza nikwambie hapo, Wema hajiamini. umenielewa vizuri, ah. Wema ana confidence na Ozu, yani yaani kwamba ile kwamba mimi nakaa naye, unajua nafika wakati mm, mtu unasema mimi wewe unapoenda urukiruki kwangu, umenielewa mm. Yaani we fanya unavyoweza, utazunguka na wanawake zako na wanaume sijui, lakini mwisho wa siku utakuja hapa, umenielewa vizuri? Sasa mm, hii nikiweka nikiweka yani upana nikiweka kwa upana, nimeona kabisa mmoja akazidiwa. Ah. Na hapo unamzungumzia nani? Unamzungumzia Wema. Umenielewa? Wema huwezi kuacha deal zako za maana, umenielewa? mm. mm. Deal za maana inawezekana labda akaacha na deal zake nyingine, uh-huh. tukaeka kwa nafasi hiyo, lakini kuna deal ambazo unaweza ukazipata hizi, wakasema hizi nazipiga kushoto. Ndio. Kajala, mm. anafanya mambo yake yote lakini when you talk about money kibunda ukikeka hapo, ah, we dada yuko vizuri wewe. Harmonize yenyewe atatafua ta, ta, dafu wewe. Ndio maana Harmonize anazunguka anarudi. Mimi nakwambia mapenzi yote Kajala, ukimwona yuko kwa Harmonize mm. sijui nini, sola ba money me, ah kwa usi niambia, pia kajana kwa maana kapata kafata pesa eh, hey, sola ba money. Ndio maana ikitokea issue ya pesa ni ni rahisi kumwacha Harmonize na kwenda suwe, apa, nani, uyu, uyu, nifa, kwa tulikuwa tunazungumza hapa nani huyu huyu nifa alikuwa anazungumza mm. kuhusiana na na Kajala tulizungumza hapo, anasema kwamba Amona, nani Kajala mm. hawezi kudeti na na mtu yoyote, lazima awe star, hujue star ni hela. Ndio yani, ka yani Kajala hajatembea yani hajataka kutembea na ah, kapukwa makapuku, wa, wa chini chini mm. mpaka wewe uwe na jina kubwa mm. umeneelewa, yaani mtu maarufu famous mm. ndio maana ukaona pale, unamwona yule nani kaiunganisha hapo nani Nifa, ndio umeona sasa Kajala ni mtafutaji anayejua kuitafuta pesa mm. ana mapenzi na nini na mapenzi yake yote, unajua ma... kama hapo kwa kwa Harmonize sasa hivi umeona kaacha kaenda zake Kenya huko, ndio umeelewa, kaenda kutafuta mkwanja, kwa mwingine anafungua madude yake mengine huku huku mm. anapiga hela kwa bebes, umeelewa kwa baby huku mm. tayari kashaingiza katika mambo yake ya biashara na nini na ukashapiga ukashapigwa <laughs> kibuti kikubwa aa, kabisa cha hela. Kwa hiyo nataka kuniambia kwenye swala zima la mahusiano, Wema anapenda kweli mm. lakini Kajala, it's about money. Wema ni mzaifu sana kwenye mapenzi, maana ujui na ndiyo maana nakwambie na kwa... kuna wakati mmoja, kuna clip Wema akisha kunywa pombe naona mm. kuna clip yake moja hivi ali, ali, anaomba radhi mm. kama uliona, sijui ni ya muda au ni vipi, sijui alikuwa anaomba radhi yale ya mambo yote ya nyuma aliyofanya, naacha utoto shule na eh. na nini na nini kuna watu walikuwa wanazungumza, Wema alikuwa akilewa akinywa pombe tu, umenielewa? mm. Yani akinywa pombe tu anataka kumwona mtu wake karibu karibu, oh, oh, shughuli shughulini, yani kwamba akigusa tu mvinyo kamnyweso nyoto ah. Kwa mahaba ya Wema yako kwenye, kwenye, kwenye pombe, yaani akishaelewa tayari hubazito hu, hu, zinaonekana na si Wema tu, asilimia wanawake wengi sana. <laughs> Inategemea amekunywa pombe gani. Kuna kuna vijiwaini fulani hivi bwana ukinywa lazima uanze hata kama hata kama ulikuwa umetoka kuachana na dx alafu ujapata mtu mwingine utampiga tu dx vipi? Nilimisi kusikia sauti yako. Yaani ukinywa pombe tu. Basi hiyoko vitu vingine vinashuka. Wewe usiniambie. Ukinywa pombe vitu vinashuka kwa chini. Ah, miguu inaishiwa nguvu. Etegemea umekunywa nini? Kwa hiyo kwa hiyo ukija kuzungumza kwenye swala la mapenzi na biashara, vitu vinatakiwa vikae mbali kabisa. Umenielewa? Mm. Ndio. Kwenye swala, when you talk about business, talk about business. Umenielewa? We we'll talk about love. Love. Na ndio maana hata kwenye mm. kwenye masuala haya vikundi vya kuigiza sui nini nini mm. kwenye masuala ya kazi, mapenzi na kazi two distance. Hata kwenye maofisi. Eh, hey, vinakuwa viko mbali kabisa. Uwezi kuleta eti hapa ofisini ka mnaleta mapenzi. Umeelewa? mm. sehemu ya nazungumza kuhusiana na biashara ambayo ambao unajua ofisi inaingiza hela, fanye kwanza kazi, ndio unajua mimi napata mm. kipato hapa, fanye kazi mimi. mi hapo kwa Wema Sepetu mi nimpongeze sana Kajala pamoja na kwa Juma Lokole. Okay. Kwa sababu Juma Lokole ni chawa, lakini chawa yule ana faida. na si simuoni sasa hivi si Juma Lokole, zile shamra shamra zake za nini mm. nini, heka heka zake zile Simuoni na yeye ni mtu mkubwa sasa hivi. Unajua unapofatana na watu kama wale unapata deals. Na ndio maana kama hivyo Juma Lokole na yeye Kitonga mm, kwa Kajala pale na yeye kibunda chake, Kajala kishachukua kibunda chake na yeye anamegewa kamaliza, kishapata na kashasafiri, e, mambo ni mengi umeelewa mm. kwa hiyo kwa, kwa, kwa, kwa, kwa Wema Sepetu kwa upande wangu apunguze zile stress za mapenzi, zitakuja kumtoa roho, kwa sababu dakika za mwisho uozwa na mambo mengi na yeye, umeelewa mm. na yeye akisema yeye kwamba anatokea show aendekeze mapenzi asifanye, ni mtakula nini? Ndio hapo sasa mtaendaje, sheli pale naikee mafuta laki tano naikee mafuta laki mbili, umeelewa, ndio e, watu wanachanja tu kwenye chmkadi pale, weso linaingia na nini, maisha yanaendelea. Oh sasa kwa hiyo hapo so, mm. tu hapo tu cha cha zaidi cha kukiona mm. kwamba Wema si petu bado bado dhaifu, yaani ana udhaifu. Swali langu kwako, kati ya Wema na Kajala ni yuko sahihi? Wewe mwenyewe binafsi swali lako unaweza kujibu wewe, unajua nani yuko sahihi hapa. Kajala yuko sahihi kwa, kwamba kwenda, kwenye, kwa, kwa, mtu, kwa ajili ya pesa. kwenda kwa mtu kwa ajili ya pesa kama yani, kwa vile a kwa na, na mtu, lakini unaangalia pesa zaidi swali lako linauliza na, kwamba kati ya Kajala na Wema na Wema. Nani nani, yani, nani yuko sababu, wewe ulisema kwamba sababu wewe ulisema kwamba Kajala kule kwa Harmonize, ah, Kajala kwa Harmonize hela ipo. Tunazungumzia swala boku kazi, umeelewa? nani kwa Kajala, ndio swali langu sasa kwako wewe, Kajala kwa Harmonize kafuata pesa au ana mapenzi ya dhati hapo, mm, wewe unaonaje hapo? Kwa kwanza kwanza ncheke <laughs> ni ya kusaidia <laughs> we unaonaje, ehhe Kajala kwa Harmonize kapata mm. pesa, mapenzi hapo? Mapenzi, mapenzi hapo, mapenzi. Mapenzi hapo. U, unajua, unajua unajua mpaka mtu unarudiana na, na mtu wako hm ambayo mm. shafanya vitu vingi msha mshabal mm. mshahachana mhalafu mm. mnarudiana tena mapenzi yanakuwepo hapo mm. umenielewa yani hapo mapenzi, kwa sababu mtakuwa mnakumbuka zile moment missing zile na nini na nini mm. ukiangalia mahusiano aliopitia labda hujafurahishwa nayo nyuma, kwa hiyo unaona kila nikifikiria ukikumbuka ladha na utamu unarudi una tena kwa nani? Kwa mtu ambaye mlikuwa, mimi nitaenda kwa kwa kwa kwa Kajala, wote wana mapenzi hmm, kwa sababu ni mara ya pili tena wanarudiana, si hmm? Ndio, kama anarudiana mpaka mwanamke anarudiana na mwanaume kwa mara ya pili ah. Ah, kuna kitu hapo mwanamke. Kwa hiyo, Wema ana, Wema na mapenzi ya dhati, lakini aache kuwa dhaifu. Wema ni mdhaifu, kwa hiyo apunguze udhaifu. Eh, Wema, Wema ni mdhaifu na hii hii itampotezea vitu vingi, kwa sababu hmm. Unapokuwa dhaifu kwenye mapenzi kuna mm, watu ndo fimbo hapo hapo anapokupigia na ndio maana hata mashosti wanamwibia. Yaani hapo hapo ndo unapopigwa, na ndio maana nakumbuka hata kipindi kile ilikuwa ugomvi Wema Sepetu na Diamond, mara Diamond ikatoka na joketi eh, mara Diamond mara katoka sti na nani, mara Diamond ikatoka sti na nani Yaani washikaji zake wote Mondi wale, washikaji zake nani Amis nani Wema. Wote Mondi alikuwa watu na wana wana e watu habari wanasema anashawahi na ana kuwa nao kwa mahusiano. Eh, si wengi si hata anti. Umeona wengi Aanti wengi o, ya Jackie Mopa, kina Idiwo, kina Lulu, wote hao ukiangalia watu walikuwa ni psycho. Inasemekana eti. Na ukiangalia wote walikuwa ni psycho ya Wema. Walikuwa katika mfumo huo. Kwa hiyo sasa Wema Sepetu kuna wakati tuangalia kazi. Unajua una faida nyingi, unajua kuna wewe maana kukiudusko tunaanza kukataa labda ile yenyewe kaona na hiyo nini. Unakumbuka kama wewe akashai kumtolea milioni 10, sio milioni 8 kali yake. Kumi na kitu. Kwa sijajua huko hiyo deal ilikuwa ina ina thamani ya kiasi gani. Mm. Inawezekana ina thamani thamani yake kawa kaishusha tu, mimi siwezi kwenda na hata nifanye starehe zangu. Hiyo pia inatokea. Kwamba ka milioni 2. Aya, milioni 2 haiwezekani. <laughs> Unadhani Wema Sepetu wana shida ya mm. milioni 2 milioni 1 milioni kumi. milioni mbili milioni moja Wema Sepetu wana shida kumi? Kuanzia kumi na kuendelea ndio ana shida nazo, kuanzia kumi na kuendelea na Wema Sepetu. hmm. Ku, unaweza ukamwambia ukamweka hapo sawa, na angekuwa msanii wa, wa, wa, wa nyimbo, yani msanii wa bongo flavor au msanii wa kuimba mm. show yake ingekuwa anafanya kuanzia milioni 30. mm. eh uh -huh. Eh, angekuwa msanii kwa sababu so gani, bongo movie au so msanii angekuwa kwa sababu ni muda mrefu yupo kwenye game, umeelewa? mm. na hizo milioni tano milioni kumi kasha zikamata tangu tena zaidi. Mimi angekuwa yani, mfano kama sasa hivi Lady JD hapa, sasa hivi legend kama mm. muona mama yetu kabisa, Lady JD kwenye show yake, kama hujampa kuanzia milioni 15 20, umeelewa? mm. eh, hey, umweke kwenye mfumo huo, kwa sababu kama Marioo anachukua milioni 15, umeelewa? JD ana miaka mingapi kwenye game mingi mingi, kwa hiyo unaweza ikazidi zaidi umeelewa mm -hmm. Kwa sasa jaidi wakati anatoka ujue, Masepetu na yeye ndo kwenye elfu mbili na sita, hiyo ujue unazungumzia Miss Tanzania hasa. Wewe jiulize, Miss Tanzania alichukua hela yeye ndo mtu wa mwanzo elfu mbili na ngapi huko, umeelewa, alichukua hela ndefu. Baada ya hapo, endorsement ya matangazo mara sijui nini, Wema kaenda huku, mara yuko Paris, mara sijui yuko Faransa. Mm. Vitu vilikuwa vingi, mara ndo ana ball na Diamond pale, kasha ball si na nini yani, mambo yalikuwa ni mengi, ndio umeelewa. Kwa hiyo Wema ana, ana ana, ana, ana, ana fan base kubwa sana. Angekuwa msanii wa kuimba au angesimama mimi sana na naimba na, na mziki. Mm. Angefanya angefika mbali sana hata show zake zingekuwa. Okay. Zina hela ndefu. Sasa hapo nakuelewa. Hey, kwa hiyo anaweza kaa pia, kakataa tu hataki kwenda, lakini pia usizarau mbachao kwa msala, usiache mbachao kwa msala upitao. Hey, kwa hiyo nafika wakati kile kile kidogo kifate, sababu kule wenyewe wenzetu hujue, Kenya si Kenya, ameenda nchi Kenya hey. Kenya hujue, hela yao kubwa buku ya buku yetu buku ya kule huku ni almost kama elfu kumi na kitu, hey, elfu kumi na ngapi huko ndo umo, umo, yani inapita huko, sijapata nini kuchunguza vizuri lakini hela yao kubwa ina uki thamani huku huku ya. Huku, e, ukileta huku. Ah, noma sana mwanangu huko vizuri <laughs> kwa hivyo hmm, bwana Wema, kuna wakati pia usiruhusu udhaifu hmm, ukaweza kuingilia maisha yako mengine binafsi, ikiwemo kutafuta pesa, kutengeneza endorsement na kupata balozi nyingi, si ndiyo wenzako? Yeah. E, Kajala anapeta Kajala, mjanja, Kajala, mjanja, mjanja mtoto wa mjini yule, na ndio maana unakuta hata Paula Kajala na Paula mwenyewe mtoto wake, na yeye anaenda mule mule kama nyendo za mama yake. Alafu hongera nyingi sana kwa Kajala na Paula wamepata tuzo, unajua mm. tuzo ya kipindi chao kile kama reality show, kile kipindi kile wamepata. Ah, okay. tuzo yeah. Zao, yeah. Insona, nimeona reality show yao nzuri kabisa, mimi naipenda kuifuatilia yeah wanaongea reality mm. life Ukiangalia yes, kama Paula mm, anaongea mtoto wake, mm, maisha yao. na ndo superstar ndo nakuwa uko hivyo siku zote, unajua mm, ukiwa star kuna watu wanapenda kuonyesha maisha yao ndiyo. mtoto katoka hapa akaenda shule, akitoka hapa atampitia Mario labda studio, akitoka hapo sijui atapika sijui makoronya mm, aye, akitoka hapo sijui ataenda kubadilisha nguo Akitoka hapa sijui ataenda sijui supermarket gani muda, yeah, wa kulala pia ataonyesha, ni kitu kizuri. Na kuna maisha fulani nilikuwa nayaona, kuna kipindi nilikuwa naona kabla hajapata mtoto Paula na Mario mm, likuwa naona zile safari mama mama mama, mtoto wa Paula Kajala anatoka kabisa ana, ana- heka heka, yani haelewi mtoto wangu ajarudi nyumbani, yani anaonyesha ule umama. yeah, kuna kitu nakiona pale, kuna ile pia ndio kuifuatilia. Zamani alimfuma walienda kama vacation mm. wako kwenye, kwenye hema akamfuma kipindi cho raivani yeah, kuna, yeah, na, na Paula yeah. akamfuma raivani, anatoka <coughs> kwenye ile tenti la la Paula Kajala kasa kaonesha ule umama na mm. Paula ha Paula kwenye ile show hafichi tabia yake yeah. anavyomjibu mama yake, anavyodeka yeah. kila vitu vinaonekana, kwa hiyo ilikuwa ni haki kweli kupata hiyo tuzo. Ongera nyingi sana kwa uh, Paula Kajala yeah. Ama Kajala Paula eh hey, um, mama na mwana, tuwape ongera yeah. kwa tunzo, naamini mm. kwamba unajua tunzo ni, ni kuongeza juhudi yes. kupata tunzo ile na watu kutambua juhudi zako, juhudi zako unafanya. hmm. Kuna wengine wana bahati, ndiyo hata wewe nakuona na, na mbali mimi, hmm. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu, naomba Mungu kwa sote hmm. Inshaallah izitokee hizo nafasi, watu uone na sisi tupo, inshaallah tunafanya hizi haya mambo hmm. Kuna kuna watu na bahati kiukweli kupata tunzo hmm. Na si bahati ni, ni, ni, ni bidii na kuonekana kwamba kweli wewe una kitu fulani unafanya na watu wanakusikiliza watu wana- wanakupa, wanakupa, wanakupa sikio kabisa na wewe mm. Jamaa huyu ana kitu umeelewa? Ndio. Issue ni kwamba yote tisa kumi tunamzungumzia nani? Wema. <laughs> kwa vile ni kwenda kutoka kwenye reli huko, tunaenda huko, tunatoka huko indirect kabisa tunazungumza Wema Juma Lokole pamoja na nani, Kajala. Sasa, sasa hivi kuna mtu huyu na hasira naye. Yaani na hasira naye mm, hey, nani tena Mashallah. Kwa nini huyu mashallah na hasira naye, natamani tu nimuone kwa sababu ah. Natamani nione mahusiano yake yupo na nani simoze moze yupo ah, ngoja, ngoja bana nipe hizo exclusive, usiniambie kama ujui muda mrefu ah, hivyo. Jamani, maisha sio uko na moze yobo Ah, unanikosea chini. Huyu au unanichimba. Kibega. Dansa, eh. Dansa wa Diamond. Jamani. Eh, yani pale ndio usingizi wa Masha. Masha ndio usingizi wa Moze. Ah. Amekutana na Moze alipokuwa kibonge, ile sura limenenepa hivi. Na Masha muangalie, lakini wameendana. Hapana kwa kweli. Nimeosea nimeona hivi. Bwana, wanaendana niache bwana. Hapana. Wewe unataka ugomvi na Masha. Ukitaka gomana na Masha mzungumzie vibaya Moze Yobo. Nani? E, mwanzako Masha yale mashavu anayaona mazuri yale chichichi katototo mm. E, kile kitambi cha Mozi mnakisema, Masha anakifutia simu kile, ah, <laughs> superstar mkubwa kama yule ah. Moza Yobo. Eh. <laughs> Lakini tunakumbuka kwamba kuna kipindi pia Masha alikuwa anatoka na nani nani, mwigizaji sijui nani? Nani tena, kuna mwigizaji mmoja hivi alikuwa anatoka naye

Kwahiyo a ndo wako hivyo ah, eh? ah. Ah, right hivona ya sabia. Muda mrefu tu yani toka habari <laughs> nti kuachana na Moze kidogo anti <laughs> on basi tukasikia Moze naye yuko na masha bana haya hmm. Bana ndugu zetu wa 69 media hmm. Nadhani tumepata tumeelewa tunakizungumza hmm. hapa yep. Tumemzungumzia tume hapo tumemzungumzia Wemasepetu mm -hmm. Menelewa swala kukataa maswala maswala yake ya yeah. kazi mm. lakini pia tukaja tukamzungumzia nani huyu Kajala Kajala menelewa Kajala, yeye hey, kaona, usinitanie eh. kwa kwa kwa mujibu ama kwa mujibu wa chinga anasema, kidogo Kajala pale kwa monize, sometimes eh hey, hey, <laughs> kuna pesa kitu, inaongea asikwambie mtu, kwa mm. una hela na hasa kwa mwanaume ni mm. dharau kubwa sana. We. Simona kama <laughs> amechingia. Mm. Mimi hapa, mimi mwanangu Naivi na hivi ninavyofanya mambo yangu yote lakini ya kama sina dusko, akili yangu na akili haikai sawa uh -huh. lakini sasa uh -huh. unakuta hata mwanamke yenyewe kutongoza unaona tabu, utampa e, nini bwana. Ni kwamba hata kijinauli unakosa Unasikia mwanamke unamtongoza nakukubalia fresh uh -huh. e, poa basi nimeelewa poa poa hmm. sasa ngoja baada ya wiki moja wengine hata wakupi wiki wengine anakupa <laughs> siku tatu tu <laughs> kirungu elfu thelathini unaanza kujitafuta, unamtafuta Montana yuko wapi, nimpigie simu ni mkoba <laughs> ta elfu ishirini tape elfu ishirini kwanza, maana unampigia nani? Sijui nimpige, yani unahangaika huyo, ila katika simu zako zote usimpigie ale ndugu <laughs> yangu babu babu kipara una kuna kuna kuna kripu mkutana nao hata ukose pesa vipi? Kuna namba zingine usizipigie no, kwa sababu wakati wewe unamuomba yeye anakwambia, bwana wangu, bora una shida na elfu ishirini wewe una elfu kumi hapo nigeie baada kila siku <laughs> wanakuambia kila siku mchina tu china. Mm. china <laughs> china china vipi ndugu yangu mchina, kila siku china china, kila china. siku wewe mfuko ni china. Ah, mechina wewe una uh, kitu uh, ah, anaacho uh, uh, pigia simu <laughs> una kitu big time kwa the gossip hapa. Yep. ni tumekaa tumepigia story sana mm -hmm. na tumezungumza vitu vingi tumemzungumzia mm. Wema Sepetu hapa, tumechanganya mm -hmm. stori nyingi sana yeah. Unajua mapenzi na kazi bana, vitu viwili ambavyo tofauti sana, kwa hiyo mm. nafikia wakati tuweke tuweke distance yeah. Kwe kazi kwanza, mapenzi baadaye yeah. Nelewa kuna wakati pia mapenzi yanahitaji uwe na kazi baresa. Nakwambia kipindi yeye ana, ana, amekuwa katika katika biashara mm. alikuwa apati muda anathamini hata simia hiyo, umenelewa? mm. Sasa kwa Wema Sepetu yeye, udhaifu wake kaona bora alale na ozu kuliko kwenda kuifata milioni kadhaa, mm. na Kenya, umenelewa? mm. Kwa hiyo ninaona kama ni hasara sana yeah. Ni hasara kwetu sisi kwa sababu sisi wengine sisi hatuna kitu, tunataka hizo nafasi hata basi mwende hukutubebe hata mabegi mabegi tu. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> E, najua ukishabeba begi la Wema au la Kajala ati lisi ukosi chochote kile pale apoti, tunafikisha pale sasa. Wanangu unapoa dola do mia, umenelewa umeenda mbali, dola mia, dola mia si laki mbili na kumbe ni ndogo ah. dola mia kama milioni nane Akume ni ndogo kwako. Kwa wale mastaa hapo sawa, dola mia chapu tu. Yeah. <laughs> e, yani anatoa anatoa hela moja lakini ukienda kuchenji unapata hela nyingi. Au sio? Hivyo yani. Haya bwana, si tunamaliza hivyo ze gossip table, lakini kubwa zaidi kutoka kwa Chingli, yani mzee tu wa ushauri, Wema Sepetu usiendekeze mapenzi kuwa na akili kama ya Kajala. Aha, so kama ya Kajala. <laughs> Sasa unamaanisha kwamba hivyo mwenzake kuna wakati mapenzi anayapa nafasi yani, an, anapohitaji kupenda anapenda, anapohitaji anapoitaji pesa anatafuta pesa. Kuna vitu tafuta kabila hmm? tafuta kabila, uliza Masepeti kabila gani na Kajala kabila gani? hapo ndo utajua Wema. Sikachanganya, nasikia yule, nasikia Mnyamwezi, Mnyamwezi. Twende twende kwenye kwamba yeye ni Mnyamwezi, kama ni Mnyamwezi umeelewa. Sasa sijui ah, so, kabila babake sifahamu, mama yake najua ni mtu wa Singida, mm, Singida. Eh. Okay, na na Kajala, Kajala nasikia ni mtu kama Tabora, Tabora huko Tabora, Tabora, Mwanza huko. Alijua tu Arusha, anajua tu Arusha na Tabora. Hapana, ah, huyo sio mtu wa Arusha basi na, tafuta ah. mm. kabila. Unajua kuna makabila <laughs> chekagi na hela Wachaga hey, Wachaga, Wanyamwezi, Wasukuma wanamaanisha ah? Usiniambie hey! Hey! Hey! hey. na na wengine na, na, na, na, hmm? Wanyakyusa wale wambea, na kuna kuna kuna makabila kuna, in... kuna kabila fulani hivi la watu wa Iringa wale wameja wa, wa kaliako, wapo wanatafuta hela, Wakinga sijui Wakinga wanasemaga kinga ndo machinga sijui wengine big time bana, dondosha comment yako hapo kwenye YouTube channel yetu ya 69 yeah, media au vipi bana, kwa hichi ulichokisikia, kwa namna yote ambayo unaweza kuandika comment yako hapo, mm, itakuwa ni poa kinoma noma. Na yeah, wale washikaji zetu ambao, marafiki zetu ambao bado haja subscribe channel yetu ya 69 mm, media, basi muda huu ndio kufanya hivi na kupata zile habari moto moto na nini, so inakuwa ni vizuri kabisa, au sio? Mimi ni chingling the town, the baddest. Hii ni gossip table.